kiume. Alafu sitaki kuingia mundani kwa sababu sabu sijui sisi taiko vipi, twende nje kusema naye. Haya Haya, kama kuna mwingine nimemruhusu aingie ndani akamchukua, mmefanya nini? Sikiliza abi mkubwa, huyu apone, asipopona patachimbika hapa bwana. Ana tatizo gani ndugu yenu? Mbona iko sawa, si mzima tu dada? Sasa hili umelianza, mimi nitalimaliza. Sawa, nimewaelewa. Ondokeni kwenye eneo la nyumba yangu. Ama kweli dunia tujaimaliza. Kuna vitu chini uvungu tujaviona. Kibuyu, asante kwa kazi mzuri. Wako wapi? Wako wapi? Yaani, nimwambia nasikia mara kere kere kere. Kasema hapa amna bibi mkubwa anakuja kumuokoa Kipe amuia. Haya, wako wapi? Kipe, kwa sasa nikuambia uingie ndani. Kilichokufanya utoke nje nini? Lakini hapo biasi mimi kosa langu liko wapi? Ni kweli uniambie nikae ndani. Lakini nimesikia kabisa Kipe Kipe. Kitu hapa tatibu mkubwa hapo amemkaba kaba. Najua tuna inchi ngumu saivi, nini kaibuka huyo chapu? We niambia tu wako wapi? Utakuja kufa kabla siku zako. Siku zangu? Unaniuliza tena siku zangu show boy. Kulikuwa na mambo madogo madogo tu, lakini nimeamaliza mwenyewe, weshaondoka sasa. Hapo bi mkubwa, wewe ingia tu ndani, acha mimi nifanye maulinzi hapa. Kama tena ikitokea hata amerudi hapo, ndo atajua sasa. Akoni mananene naleshimba nionalenyau, wengia tu ndani

kila nachokifanya kwao umekuwa kigumu. Unaona, nielewe sasa, ili ulizike na roho yako. Shika kisu chini, uwe basi niuwe, shika niuwe basi Mwembe mwangu sasa hivi, si vitu tu vya kuelekezana? ungenielewesha tu mimi ningekuelewa mke wako eh. Sasa inafikia tu unanipa kisu mimi niku ah, mimi naanzia wapi kukua jamani? Kipipi wewe unaelewa wewe, wewe elewi kile ninachokuambia. Nikikwambia nenda kulia, unaenda kushoto. Nikwambia nenda kushoto, na kulia. Nini maana yake? sitaki maneno na wewe, sitaki tabu na wewe, na sitaki unisumbue. Naomba niache haya mimi, nakuahidi sitorudia tena Mbwembwe. Mimi nakupenda sana moo mimi sihitaji mimenye pia, kwenye hizi kelelekele zishanichosha. Nitakusikiza kwa kila kitu, sitaondoka sehemu sasa hivi mpaka nikuwagewe babangu. Sawa, kimya. Sitaki kuzungumza nawe kwani nielewi.

Mke wangu. Nadhani unafahamu kinachoendelea hapa kijijini, hali imekuwa sio nzuri. Sasa natakiwa kuingia kwenye mapambano, na hapo nyumbani siwezi kuendelea kuipa katika muonekano huu, ndio maana nimekuita hapa kabla sijaingia kwenye mapambano. Kwa hili lililojitokeza, kuna jambo nataka niende nikalike, sawa? Sasa unatakiwa kuwa makini hapa nyumbani ila na wewe kuwa makini uko uendao. Nimekuelewa mke wangu. Acha nini nikapambania hili ambalo nataka kulifanya. Sawa. Ata kugonga odi? Wewe hapa tena. Marahaba za huko. nadhani wewe mm hapa -hmm. Sio mgeni. Ingia ndani, kuna sufuria hapo karibu na jiko. Pakua chakula uje hapa kuweke tule, au tuendelee kula hapa hapa pamoja ni wewe tu mm -hmm. Aya, vipi huko Imekuwaje kaka, anakuruhusu wewe utoke huku mpaka hapa? Ingalikuwa anajua sekeseke la hapa kijijini linaloendelea. hmm. Kuna sekeseke gani? kwa hiyo inamaanisha nyinyi hamjui sekeseke linaloendelea hapa? Basi sawa, pumzika, baadaye nikupeleke mimi nyumbani, sio, umenielewa? Sawa nimeelewa. Eeh, kuna sekeseke gani inaendelea hapa kijijini? Ah, Nikikuanza kuelezea hapa tutomaliza sasa hivi. Wewe nishakwambia pumzika. Nitakwambia. Bila shaka zile sauti ulizosikia sio ngeni kwako, ni za ndugu zako. Na nilikwambia kazi yetu haitaji huruma. Ndio maana sisi hatuchagui wa kutoa, hawe ndugu hawe jamaa, sisi tunatoa. Nao ndugu zako umeona hawana huruma na wewe. Na wewe bado hujapona, wanataka kukuchukua. Kwa hiyo wanafurahi ukiteseka, wanataka urudi tena kwenye ugonjwa wako kudondoka. Sasa sitokubaliana na hilo, na nilitaka nikuruhusu ukachukue nguo nyumbani kwenu kwa siku ya kesho, ila kulingana na hichi kitendo alichokuja kukifanya hapa, nitakuruhusu uende ukachukue nguo nyumbani kwenu. Najua utawatangulia kufika, kwa sababu mwendo wao na mwendo wetu sisi ni tofauti. Nenda kwa haraka na uwahi kurudi hapa, sawa? Mama, nimekuelewa. Ngoja niwahi kwenda ili niwahi kurudi. Nimekuuza sasa. Ingieni ndani, karibu. Japokuwa uji wako unaonekana sio wa heri na, na ndio maana umeshindwa kuingia. Nini shida? Wanamdukumduku wana mzembwela, ndiyo, sijaja kwa heli hapa. Nitaanzaje kuja kwa heli wakati wewe mwenyewe hujataka heli? Ni nani alikutuma ukamsaidia yule binti? Ni ndugu yako wewe yule, anakuhusu? Hapana, isipokuwa ni moja wapo ya taaluma yangu na naweza kumsaidia mtu yoyote, na ndio maana nimemsaidia. Unawezaje kumsaidia mtu ambaye nimemweka katika mikono yangu? Siku nyingine acha kihelehele. Yule nimemweka kwenye mikono yangu, atulie. Nina maana yangu. Wakati mwingine nikija hapa, sitokuja kama nilivyokuja leo. lambwisu lambwisu lambwi Dada, ah. Nakibiliti. Dada na sister wasikia, mwite damkunde, d damkunde. alishemeji yangu kamsalimia nyani, nimekuja kumwona ndugu yangu Mbwembwe, nimemkuta mm. Umekuja kumwona mme wako, shemeji? Hayo yanatokea wapi bwana? Hayupo hivi. Makoroboi wana nitafuta nini? Kuna wakati mimi natamani kuwa mpole, na sasa hivi tena nilishasema kabisa nataka kuwa mstaarabu, mtoto wa watu Sitaki ugomvi na mtu, lakini naona wewe na yule mwenzio, kisukari changu kimepoa sasa hivi, mnapandisha CD4. Makoroboi, toka lini wewe ukaje hapa ukamuulizia Mbwembe? Nyinyi si wewe mnakutanaga maskani kwenu? Ah, nimetoka maskani na sijamkuta, na ndio nimekuja kumuona hapa. Nimekuja kwa nia njema tu lakini <laughs> pia kingine hivi, kuna ubao tumemesha kukufanyia wewe, heshima yangu kwa sababu hakuna hata siku moja uliokuwa na maana na mimi wewe. <laughs> Nisikiza ni ukwambia kima kwa boy. Ubaya wangu mimi na wewe ni ile kumfatafata mume wangu kama kupe. Umemganda sana. Kwani vipi? Niambie mwenzangu, nikujua wewe jinsia gani au upo kama mimi nijue. Jiseme maana mwenzi hapo anahitaji mke mwenzangu wa pili aje ili anisaidie saidie kazi. Kwa hiyo kama ni wewe umejitokeza, karibu. Mimi naenda. Kama kirejea. Mwambie nikuja kumwangalia. Hapo hapo kwenye kwenda hapo. Na wewe ukienda ukimkuta huyo mbwembo mwambie vipi? Huku kalianzisha yeye mwenyewe balaa, basi atalizima. Maana nilisema nataka kuwa mtoto mstaarabu, maana mimi bado children, maana mnanikomaza kwa mambo yenu. Mimi sio mkubwa, lakini nakomaa kwa mambo ya mbwembwe. Na wewe mnanikomaza sasa hivi nikipita onekana kama bibi kumtoto, ndio kwanza na miaka saba. Makoroboi, kamwambie Mbwembwe sawa hili aliyolianzisha hakika alimalize. Kwa heri mke mwenzangu Ule baba ana sura ngumu, jamani, takoma ah. Kuna muda mpaka mwanangu anasisimka mtumboni, kiona sura yake katokea yapi tena, naye anakoma kama difu ah. Ila alivyokasirika pale nikasema, mbawa sasa hivi unakuja na mbwembwe, yupo kunitetea leo, ningekongota ah. Yani kila jambo tunataka kwenda kulifanya kwa biasimi, kipingamizi kinatokea sasa. Hii nini jamani? Ah, mimi kuna muda nachoka sasa. Kitu gani Sina nuksi mimi au sijapungiwa mama jini muda mrefu huyu? Mbwembwe huyu, hawa nitawaonyesha hii mikaaji. Nilipita hapo kumwangalia Mbwembwe Sijamkuta na nikasema niende kwake pia, mkioke anaambia kwamba hayuko na pia hmm, na naudi hapa hayuko pia. Atakuwa ameenda wapi? na kwa zile kauli zake kipipi, ni kauli tata sana. Au kuna chochote ambacho mbwembo kamwaminisha nafike kuhusu mimi, na kama kipo itakuwa ni kitu gani huko na mungu vizuri sana. Kuna kitu akiko sawa, kuna kitu akiko sawa. Hofu yangu mpaka kukimbilia kwenda kumwangalia kwake ni kutokana na hili janga ambalo limenitokea mpaka yijini kwenda kujua usalama wake. Sasa ikibidi kutakiwa kunijibu mimi vile kaminishwo kami nini kuhusu mimi au po ndani taka mimi muone, tu nitajua, nitajua tu. Baba, kila sifa inasifiwa kwa namna yake, ila kwa upande wangu mimi hacha nikupe sifa kwa jambo ambalo umelifanya kwenye familia yetu. Yani umeweza kushiriki kwenye msiba wetu kwa ukubwa vile ambavyo hatukuweza kufikiria. Yani hatujawaza kabisa kama tungeweza kupata mzee ambaye mwenye hekima akatuongoza kwenye jambo letu kama ulivyokuwa wewe. Tunakushukuru sana baba yangu. Mimi ni kushukuru sana kwa kuwa umekuja kulipa fadhila shukrani yako kwangu kwangu, najisikia faraja kubwa. Kaka yako alikuwa ni rafiki yangu mkubwa sana kijijini hapa, tulikuwa tunashirikiana kwa kila jambo. Mimi niseme asante sana kwa kuja kwangu Lakini, Nikuambie kitu kimoja, hiki kijiji kwa sasa kimekuwa kibaya. Hautaki kutembea tembea wala kuzurura zurura unapokuwa nyumbani. Sasa cha kufanya wewe, nenda nyumbani usipite sehemu yoyote, na ukifika nyumbani wale ambao wako nyumbani hakikisha na wanakuwa nao pamoja, maana ni wageni wale. Sawa baba, Mbisula, mbisula, mbisula, haina haja kunielezea. Kunihelezea maana taarifa zote ninazo. Kinachoendelea kwako ndicho kilichoendelea huku kwangu, kwa hiyo hapa sasa hivi ni mwendo wa mapambano. Kwa kuwa ameamua kufanya hivyo, tupambane naye, tukaze. Yule ni sawa na nandi tu, hana lolote na mimi. Nimekubali tutakuwa pamoja bega kwa bega, mimi na wewe. Hakuna kushindwa, yakipita huku situtoke huku Kalianzisha, tutamalizana naye. Subiri hapa uone mambo yangu yalivyo makali. Kweli dunia tujaimaliza, kuna vitu chini uvungu tujaviona. Watu wanaobadili mchana kuwakiza, kama ubaya wa mwachi Mungu wanalipiza. Watazame hawa walipokuwa watoto wajasoma, wanasoma elimu ya watu wazima Yani, vituko sijapata kuona wanaitwa Mekwa. Kuna fimbo ya ajabu inayoweza geuka nyoka, yani utastaajabu kuliko yale yanavimusa. Ah, uh, uh, kumbe kuna siri nzito sana ah.